Basi leo tunafika kwenye moja ya hadithi za uongofu za kusisimua zaidi katika historia ya kanisa la Agano Jipya, na kusema kweli, hakuna aliyekuwa mshangao mkubwa zaidi kugeukia Ukristo kuliko huyu mtesaji wa kanisa kwa kweli kanisa la mwanzo litapata shida kuamini kwamba jambo hili limetokea kweli. Jina lake alikuwa Sauli. Sauli alikuwa Farisayo, kijana mwenye moto na bidii aliyefundishwa na msomi mkubwa wa Kiyahudi, Gamalieli. Tukirudi kwenye Matendo tano, Gamalieli aliwashauri Sanhedrini waache hawa mitume waendelee, waache muda uthibitishe au kupinga simulizi yao kuhusu ufufuo wa Kristo lakini sasa mwanafunzi mchanga wa Gamalieli ameanza kuamini kwamba, unajua muda unaanza kuyoyoma. Kwa kweli sasa ni wakati uliopita wa kuwaondoa wafuasi wa Yesu, kufuta kabisa tishio hili kwa Uyahudi na mila zote za Uyahudi zinazodhaminiwa. Hivyo basi katika Matendo nane, baada ya kuuawa kwa Stefano, mstari wa tatu unasema kwamba Sauli alikuwa akiharibu kanisa, na akiingia nyumba baada ya nyumba, aliwaburuta wanaume na wanawake na kuwapeleka gerezani. Sasa tunafika kwenye Matendo tisa, ambapo huyu mwindaji wa Wakristo anaelekea Dameski anapanga kuwakamata waumini, lakini sasa yeye mwenyewe yuko karibu kukamatwa na Kristo. Mstari wa moja unatueleza, Sauli bado akitoa vitisho na mauaji dhidi ya wanafunzi wa Bwana, alienda kwa kuhani mkuu. Neno hili la Kigiriki lililotafsiriwa kama akitoa pumzi katika mstari huu lilikuwa likitumika sana kuelezea pumzi nzito ya farasi wa vita wanapojiandaa kukimbilia vitani. Kile ambacho Yesu alikuwa ametabiri kwa wanafunzi wake huko Yohana 16:2, saa inakuja ambapo yeyote atakayewaua atadhani anamhudumia Mungu. Basi hiyo inamwelezea Sauli hapa. Anachukulia hili kama vita kwa ajili ya heshima ya Mungu. Anaamini kwamba anailinda heshima ya Uyahudi, mambo ya kipekee ya Wayahudi, mfumo mkuu wa ibada ya Hekalu. Ameshawishika kwamba analinda taifa dhidi ya wafuasi wa huyu seremala aliyesulubiwa ambaye alijifanya kuwa kuwa masia wa uongo. Basi mstari wa mbili unaendelea, unatueleza, Sauli aliomba kwa kuhani mkuu barua za kwenda kwenye masinagogi huko Damasko, ili kwamba kiwakuta wowote wa njia hiyo, wanaume au wanawake, awalete wakiwa wamefungwa hadi Yerusalemu. Unaweza kugundua kwamba njia ilikuwa jina la awali labda la kwanza kabisa kwa Ukristo. Inawezekana lilitungwa na wanafunzi kwa heshima ya Bwana wao ambaye alikuwa ametangaza mwenyewe kuwa nini njia, kweli na uzima Yohana 14:6. Ni hadi Matendo 11 ambapo neno Mkristo litatumika kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo huyu hapa mwindaji wa wazushi anadhani Amepewa kibali kutoka kwa kuhani mkuu kukamata wafuasi wengi wa Yesu kadiri awezavyo na kuwarudisha Yerusalemu wakiwa wamefungwa minyororo ili wakabiliwe na kifungo, kuhojiwa na zaidi ya uwezekano kifo. Sasa hajui bado, lakini katika wakati huu hapa, mwindaji anajikuta anawindwa na Mungu. Mstari wa tatu, basi alipokuwa akienda njiani alikaribia Dameski, na ghafla nuru kutoka mbinguni ilimwangazia pande zote. Sasa hii nuru kali inamlazimisha Sauli anguke chini na inaambatana hapa katika mstari wa nne na sauti kutoka mbinguni ikisema, Sauli, Sauli, kwa nini unanitesa? Maneno haya lazima yalimshtua sana Sauli. Subiri, ninamtesa Mungu. Nilidhani namtumikia Mungu kwa kuwatesa wafuasi wa Yesu. Sauli amebaki amedua, lakini kwa kweli anathubutu kuuliza swali. Hapa ndipo kwenye mstari wa tano wewe ni nani Bwanai? Ni kana kwamba anasema uhakika. Uh, wewe huhusiani na Wayahudi hawa wazushi waliokimbia ninawatesa, si wewe. Kwa hiyo ungenijulisha kwa hakika, Bwana? Je, ungejitambulisha? Na Bwana Mungu wa mbinguni hufanya hivyo hasa. Anajibu hapa katika mstari wa tano, mimi ni Yesu ambaye wewe unamtesa. Lo. Sauli hawezi kuamini. Yote ni kweli. Yesu, yule seremala ambaye ambaye alikuja kuwa rabi huyu msafiri, akijitangaza mwenyewe kuwa mwana wa Mungu ambaye alipigwa na kusulibiwa na kuzikwa, yu hai kweli kweli. Yeye yeye ni Bwana aliyefufuka, ambayo ina maana kwamba yeye ni Masihi, ambayo ina maana yeye kweli ni mwana wa Mungu aliye hai. Yeye ni kila kitu alichosema ikiwa ni pamoja na njia, ukweli na uzima. Je, unaweza kufikiria haya yote yanamaanisha nini kwa mawazo ya Sauli? Lazima akili yake ilikuwa inakimbia sana. Lazima alikuwa anajiambia, Stefano ambaye kifo chake nilikikubali na wengine kama yeye ambao nimewaona wakiwawa kufungwa, wao ni wasio na hatia. Watu niliowahukumu kama wazushi walikuwa walikuwa sahihi. Mimi ndiye niliyekosea. Kuhani mkuu amekosea. Sanhedrini wamekosea. Sisi tumekuwa tukimtesa Yesu ambaye kwa kweli ndiye Bwana wa mbingu na dunia na unaweza kufikiria jinsi ushuhuda wake utakavyokuwa wa kutia moyo sana kwa Wakristo wote wakati huo na sasa, hasa wale wanaoteswa. Unapoteswa kwa ajili ya imani yako katika Kristo, unapodhihakiwa au kutengwa, adui ananong'oneza nini katika sikio lako? Lo, ananong'ona kama uko peke yako, mungumungu mungu hajali Lo, Mungu haoni hata kile unachopitia kweli? Mpendwa, hayo yote ni uongo. Mungu anaona. Mwokozi wako anajua kwa hakika kile ambacho watu wanakufanyia. Kama mfuasi wa Yesu, u uh, wanamfanyia Mwokozi mwenyewe. Je, umepata kile Bwana alichomwambia Sauli ambaye alikuwa akiwatesa waumini Akamwambia, wewe unanitesa huko. Kwenye Moja wa Korintho 15:8, Sauli ambaye sasa tunamjua kama Paulo anaonyesha kwamba kwa kweli alimwona Kristo aliyefufuliwa katika uonyesho wa kuvutia sana. Wapendwa, hii siyo tu mwanga mkali hapa kwenye barabara ya Damasko. Huyu ni Mwokozi katika utukufu wake baada ya kufufuka, ambaye Paulo alimwona kwa muda mfupi tu kabla hajapofuka macho. Na, na Paulo hatasahau hilo kamwe baadaye katika kitabu cha matendo paulo anaposimulia tukio hili katika sura ya saa ishirini na mbili na madakika kumi anaongeza kifungu hiki kidogo ucha kwa kile alichosema nifanye nini bwana hakusema nifanye nini yesu badala yake kama kitendo cha kujisalimisha na kuabudu mara moja hakuna shaka hapa hii ni onyesho la wokovu Anamwita Yesu Bwana. Anatambua kwamba Yesu kweli ni Bwana wa mbingu, si mwingine ila Mwenyezi Mungu. Vema sasa nyuma hapa katika matendo tisa, Bwana anamwambia Sauli aende Dameski na ataambiwa la kufanya baadaye. Pia tunaambiwa katika mstari wa saba kwamba watu waliokuwa wakisafiri pamoja na Sauli walisikia sauti lakini hawakumwona mtu yeyote. Naam, sasa mstari wa nane Sauli akainuka kutoka chini na ijapokuwa macho yake yalikuwa yamefumbuliwa hakuona kitu. Basi wakamshika mkono na kumpeleka Damasko, naye kwa muda wa siku tatu alikuwa haoni wala hakula wala kunywa. Sasa fikiria tukio hili. Sauli alikuwa amepanga kupanda gari hadi Damasko na wote unajua mamlaka hii mbovu hizi. Alikuwa akiwaletea woga wote waliomtangaza Yesu kuwa Masihi na Bwana. Lakini sasa hapa anaongozwa na mkono asiye na msaada na mnyenyekevu. Kusema ukweli, yuko katika hali ya mshtuko. Ev, kila kitu alichoamini kilikuwa kibaya. Kila kitu alichokitetea hakikuwa sahihi. Kila mtu aliyemdhulumu alikuwa katika haki. Ninafikiria maisha ya huyu kijana huyu mzuri na mwenye kiburi. Ni yote yamebomoka tu karibu naye lakini ngoja ni kuambie, anaingia Damasko akiwa mtu mpya mwenye dhambi aliyekombolewa, mtoto mchanga katika Kristo, kama unaweza kufikiria, na yuko karibu kupewa jukumu jipya maishani. Sasa hebu tujifunze masomo machache kutoka kwa wongofu huu wa kushangaza. Kwanza, usidharau nguvu ya ukweli rahisi. Unajua labda unaogopa kuzungumza na mtu kazini kwa sababu wanakudharau wewe na Ukristo wako. Labda unafikiri unahitaji shahada ya wanateolojia kabla hujamkaribia mskeptiki shuleni, au unaamini unahitaji kuelewa zaidi mafundisho ya maandiko kabla hujasema chochote. Sasa ngoja ni kuambie kile ambacho Mungu hutumia kumvuta mtu kwa Kristo. Si ubora wa hoja zako, bali ni urahisi wa injili yako na ushuhuda wako. Ndiyo, jifunze kadri uwezavyo, jiandae vizuri kadri uwezavyo, soma kwa bidii kadri uwezavyo, lakini usisahau tu waambie wengine ukweli. Waambie kile ambacho Kristo amekutendea ya ukweli rahisi na ushuhuda wako. Pili, usidharau upana wa neema ya Mungu. Sasa kwa kanisa la mwanzo, Sauli ndiye adui namba moja. Nashuku kama Sauli alikuwa kwenye orodha ya maombi ya mtu yeyote. Sidhani mtu yeyote ue uh, angetaka hata kumkaribia, sembuse kubisha mlango wake na kumwalika kanisani. Sauli angeonwa kuwa hawezi kufikiwa. Lakini Bwana anaweza, na na Bwana huwafikia watu kama Sauli, sivyo? Naam, alikufikia, alinifikia. Labda kuna mtu unayehitaji kumweka tena kwenye orodha yako ya maombi na uendelee kushikamana naye. Usidharau kamwe ufikiaji wa neema ya Mungu.